Yes bane, kama lingekuwa ni swali I hope so jibu unalowewe, hivi ni msanii gani ambaye wa kiume anavutiwa na warembo fulani hivi ambao ni maarufu pia, aidha wasanii au uh, warembo fulani hivi ambao wana nafasi mbalimbali uh, kwenye mitandao ya kijamii nazungumzia maselebrity kutokea hapa Bongo. Basi jibu kama unalo, nipo. Na mwana mitandao mwingine ambaye ana shape of course linavutia sana na ni moja kati ya warembo kiwatazama, wana mwonekano fulani hivi kama wa kuchorwa, yani ni mzuri alafu kiukweli mi nimeshindwaga kumwelewa. Labda siku nikimwona, naweza nikasema okay, huyu yuko namna fulani. Sasa ye ametusanua na kuweka wazi kwamba mwanamuziki Rajabu Abdul, mtu mzima, Harmonize aliwahi kumtaka kimapenzi, lakini yeye alimkataa kwani hataki wanaume kama Harmonize. sasa Ah, ngoja nikupe sababu ambayo ilimfanya yeye asitake wanaume kama Harmonize. Aliweza kufunguka na kusema, siku ya kwanza tulipokutana na Harmonize aliniomba namba na mambo mengine. Aliendelea, Hatujawahi kuwa na mahusiano licha yeye kuwahi kuniomba penzi, lakini nilimkatalia, kwani siwezi kabisa kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye anavutiwa tu na shepu yangu, Alifunguka Rose. Endapo kama Harmonize angekuwa huenda avutiwi na mashepu sana <laughs> huenda kwa namna moja ama nyingine eh? Rose angemfikiria bana, usio. So hiyo ni moja kati ya stori ambayo nimeamua ni kuupdate uupdateke, lakini pia usisahau kubonyeza alama subscribe, utakuwa umetisha sana. Baibai chao.